Habari za muda huu. Leo tunaenda kujifunza kuhusiana na Bootstrap. Bootstrap ni nini? Bootstrap ni framework ambayo inatumia CSS na JavaScript ili kukurahisishia kukurahisishia wewe developer um, kutoandika CSS nyingi na JavaScript yaani zile basic functionality inakuwa ime cover for you so, unaokoa muda wa kuanza kuandika CSS na JavaScript kwa vile vile vitu ambavyo kila system huo unavitumia so, uh, jinsi ya kuitumia unatakiwa uwe uh, tu na bando, ama unaweza ka i download. Kwa hiyo utaingia kwenye Chrome browser utaandika uh, Bootstrap then utaingia kwenye link ya kwanza kushirikia kwenye liki ya kwanza. Kama unatumia node unaweza ukainstall kwa kutumia npm. Kama sio mzoefu wa masuala ya node unaweza ukaingia hapa kwenye docs moja kwa moja. Ukishaingia kwenye docs, kama utahitaji kudownload, utashuka kwenye option ya kudownload hii hapa, then utashuka chini, uta download file lako. Kama utahitaji kuna download, unataka kutumia CDN Cloud Delivery Network bila ku download, utarudi kwenye introduction, utashuka chini, utakopi hizi link mbili, then utaenda kuziweka kwenye kodi zako. Kwa hiyo nitafungua Visual Studio kodi yangu, nitatengeneza folder. Kuna folder tayari ninalo ambayo nilishalitengeneza inaitwa Bootstrap, hili hapo, kwa nitali

chini hapa, nitarudi kwenye kodi huku, nitakopi hii css yao, nitakopi, nitarudi kwenye kodi nitaipesti hapa kama hivyo. Ntauli tena chini, kuna sehemu imeandikwa script, nitai copy hii ni kwa ajili ya javascript. So kama utatumia javascript yake hau tuhitaji ku include so, nitakuja kuiweka hapa chini kama hivyo. So, baada ya kumaliza nitaandika neno letu, mfano o, hello, hello bootstrap. So, ikishaandika hivyo nitakuja ku nafungua fali langu la Bootstrap na kulirun hapa kwenye browser. Mtaona kuna neno limetokea linaitwa hello Bootstrap. So, hili neno tayari limeshakuwa limeshakuwa initialized na Bootstrap. Kwa hata mwandiko huo unabadilika, kama wewe unafuatilia vizuri, utaona mwandiko umebadilika tofauti, na nikija hapa nikalitoa nikatoa hii CDN ya Bootstrap, utaona maandishi yanachange, yanakuwa ya kawaida, sawa. Kwa hiyo ukihitaji ujue kama Bootstrap yako imesoma, utaona maandishi font yake imechange like that, naona yes. So kwenye Bootstrap huku tunatumia classes, au unahitaji kuandika CSS from scratch, ila utatumia class kumodify element. Kwa mfano leo tutaanza na kipengele cha color. So nikitaji ku change color, unaweza ukaandika hapa class, then kama utataka uweke color ya blue utaandika ndani yake neno text alafu utaandika primary, sawa. So, Yes, ukirudi hapa, ukirifresh utaona maandishi yamekuwa ya bro. So kuna rangi nyingi hapa, kuna rangi ya primary, kuna rangi inaitwa uh, secondary, wameweka kuna rangi inaitwa secondary. Ukirifresh utaona ya kijivu, kuna rangi uh, inaitwa danger mara nyingi huwa tunatumia pale kwenye endapo user atakuwa amekosea kumvalidate. Sasa unamwetea ile maandishi ambayo yanafanana na rangi nyekundu, so yanakuwa design hiyo, inakuwa sio nyekundu sana hivyo. E, kumpa success message unaandika success. Hii inasaidia kama mtu amejisajili. Sasa ile message unaompa uzi kumpa kwa maandishi mekundu, so utaandika neno success. Then ukija uki refresh hapa kwenye browser yako utaona maandishi yamechange kama hivyo. So kuna kara nyingi sana utaingia kwenye website yao utaingia kwenye kipengele cha kala utaendelea kujifunza kala ambazo zipo huko ziko nyingi sana kuna kala nyingine inaitwa warning unaweza ukafika kwenye code zako hapa ukachange ukaandika warning. Uh, I kama hivi then ukirudi kwenye browser yako. Wapi ni kuna run code? Eh, ukirudi kwenye browser yako hapa utaona ni maandishi fulani hivi kama ya njano ni yeah. So Kwenye kala inakuwa ni design kama hiyo. Ukihitaji kujifunza kala zingine, utaweza kuingia kwenye website yao na kuendelea kuangalia kala zingine. Kwa mfano kuna kala inaitwa info, kuna kala inaitwa dark, ziko nyingi sana. Utaona hapa chini wanakuonyesha kuna primary, secondary, success, danger, warning, info, light and etc. Kipengele kingine ni cha resolution sawa. E, tutafuta hii kodi hapa juu, tutaenda kutengeneza div. Kutengeneza div kwenye Visual Studio Code, unaweza ukatengeneza div kirahisi sana. Kwa mfano, nataka kutengeneza div ambayo ina klasi inaitwa klasi inaitwa helo, unaweza ukaandika nukta alafu ukaandika helo, itakutengenezea div ambayo ina klasi inaitwa helo sawa asa kwenye resolution kwenye Bootstrap tuna vitu viwili yes, tuna container na fluid, so nitakuonesha utofauti wake. So tutaenda kutengeneza div ambayo ina class ambayo inaitwa container. Ndani yake tutaanza na fluid, tutaanza na container, kwa hiyo nitaandika container kama hivi, itatokea hii div Eh, kisha tokea hii div uh, kuja ku view, nitakuja ku view hapa, haitoonesha chochote, kwa nitaiwekea rangi ili mradi niweze kuiona imechukua nafasi gani. Sawa, so nitaandika neno bg, hii ni background, inamaanisha kwa kifupi. Hauna haja ya kuandika kwenye css huko, kaandika style no, unaandika tu background, alafu ya mbele yake utaandika majina ya kala kama nilikuonesha muda ule, kwa mfano andika primary kama hivyo. So ukirudi kwenye browser zako pg primal, ukirudi kwenye browser yako nitahitaji kuandika kitu hapa katikati. Example, naweza nikaandika k, nikirudi kwenye browser yangu utaona container imechukua nafasi kutoka, imeacha nafasi hapa, imeacha nafasi hapa alafu imekuja kuchukua hii nafasi yote hapa iliyopo hapa, sawa. Hivyo ndivyo container inafanya kazi, kwa hiyo itachukua nafasi ya kwenye browser screen nzima, ila itaacha hii nafasi huku kushoto na kulia, sawa. Hivi ndivyo jinsi container inavyofanya kazi na container fluid. Uh, container fluid yenyewe itachukua content kwenye screen nzima kama hivyo, kwa hiyo haituacha nafasi pembeni kulia na kushoto sawa? Yes. Kwa kama utahitaji website yako uh, content zake zianzie hapa tu zichukue nafasi tu kwenye browser utatumia container. Ila kama hautohitaji hivyo, basi utatumia container fluid. Na zote zinasaidia pia kwenye responsive. Eh, content zako zote zinaonekana vizuri. Sawa? Yes. Screen yangu naona iko namna hiyo. Kitu cha pili tutakachoenda kujifunza ni arrangement. Kwenye Bootstrap screen yako huwa ina column 12. Column ni nini? Column ni hizi hizi hapa, hizi ndio column. Kwa hiyo kwa kawaida Bootstrap inakuwa na inakuwa ina column kumi na mbili. Row ni wewe tu, zinaweza zikawa nyingi sana zikashuka chini, so ili mradi ujue. Uh, tutofautishe sasa, tujue sasa column zetu ziko wapi na row ziko wapi. Uh, tunaweza tuka fanya kitu kimoja tukatengeneza div ambayo itakuwa inaitwa row sawa. Hii div row ndio itakuwa inahifadhi column ndani sawa. Ukishatengeneza div ambayo inaitwa row, utaruka nafasi, utaacha nafasi kubwa, utatengeneza sasa column sawa. tumesema kwenye Bootstrap, kwenye browser inakuwa ina column kumi na mbili so, tunaweza tukafanya kitu kimoja tukatengeneza koram, tukatengeneza tukatengeneza vyumba vitatu venye. Venye koram nne kwa hiyo inamaanisha tutapata kumi na mbili. Hao nitakuja hapa nitatengeneza div ambayo itakuwa inaitwa koram 4, kwa hiyo inamaanisha hii div yangu hapa itachukua vi sehemu ya vyumba vinne. Tukitaka tujue inachukuaje, utakuja hapa utaandika BG primary, ili ichi chumba nikione. Then hapa ndani yake nitaandika column. So tukirudi kwenye code huku utaona, uh, imechukua nafasi ndogo imeacha, imechukua nafasi tu hii, imeacha nafasi hapa na hapa. Kwa hiyo inamaanisha hii nafasi iliyobaki hapa ni ya column nne nyingine, hii ni column nne, hii ni column nne na hii itachukua column nne. Total itakuwa ni ngapi? Ni kumi na mbili. Mnisoma, yes? Kwa hiyo, nitakuja kutengeneza uh, divu zingine hapa chini Yes, hii div nyingine nitaiita secondary ili nituone utofauti, na yenyewe itachukua column nne, na chini tutaiita laba danger. Na yenyewe itachukua column nne kama hivi, code zinaonekana so nikirudi kwenye interface. So utaona hapa um, cha pembeni sekondari. So ni refresh, utaona uh, column ya kwanza imechukua, e chumba cha kwanza kimechukua column nne, hii imechukua nne, michukua, nne. Michukua, nne. Jumla, so, si wake, chukua nne, jumla ngapi? kumi na mbili. So sio lazima uweke vyumba vichukue nne, so ni wewe tu unaweza ukaamua uweke tatu tatu tatu tatu tatu tatu eh, tatu, tatu. Then ukija kwenye browser utaona mwenyewe, ukija kwenye browser utaona kwamba imechukua tatu imechukua tatu imechukua tatu imeacha tatu ambao ukijumlisha tatu tatu tatu tatu, unapata ngapi? kumi na mbili. Naona mfano mwingine, unaweza uka chukua sita hapa, ukaweka sita. so, ukija kurefresh, utaona sasa imechukua nusu ya nusu kwa kumi na mbili kumi na mbili nachukua, naona kwa hiyo na kuwa kwa mundo kwa. Yeah. So tukirudisha kodi mtaona mfano wake ni kama huo, so t hiya chini tutaita warning kutoka, kuna rangi nne so, U... kwa PC itakuwa inaonekana vizuri kama hivi, but kwa simu haitokuwa inaonekana vizuri. Unaona, sasa tunataka maybe, unataka iwe responsive lan, ikionekana kwenye simu, column hii ichukue nafasi ya hapa, hii ya pili ichukue hapa, ya tatu ichukue hapa, ya nne ichukue hapa. So ni simple kwenye column name hapa uta change utaweka neno medium, sawa md. So kwenye medium device nayo itakuwa inaonekana kitofauti, so utaandika md md md kama hivi, sawa. So refresh, amna kitu kitabadilika, but ukiwa kwenye mobile view utaona zimejipanga juu ya chini hivyo. So kama unakuwa una post post zako zitakuwa zinaonekana namna hii, then yule mtu akiingia kwenye simu zitakuwa zinaonekana kwa muundo. Ukiwa okay, una post zitakuwa zinaonekana kwenye horizontal kwenye PC, ila mtu akiwa anaangalia kwenye simu zinakuwa zinaonekana kidesign hii. So inakuwa simple kama hivyo. Yes, so mfano mwingine Tumeshamaliza hapo kwenye masuala ya resolution, tunakuja kwenye uh, component sawa. Uh, by default Bootstrap amkuja na component nyingi sana, component nyingi sana kwa mfano, kuna hii component ileza, unahitaji ku display kitu kama hii, kinakuwa kina list listi ya kwanza kina listi ya pili, hiyo listi ukifungua ya kwanza inakuwa na maneno, listi ya pili ukifungua inakuwa na maneno, listi ya tatu ukifungua ina maneno. So ukihitaji kuitumia ukiingia kwenye website yao una copy and unakuja ku paste hapa katikati, sawa? so ukija kwenye browser yako ukirefresh, utaona so content zako zitakuwa inaonekana kama hivi. So ya kwanza, list ya pili, list ya tatu yes, itakuwa inaonekana kama hivyo, so ukihitaji kuitumia sawa. Sasa ukiangalia hii content imebana sana kwenye browser, so ni vizuri hapo sasa ndo uka apply kutumia container sawa. E, ukatumia container ndani ya container unakuja unaweka sasa hizi code ndani ya container, hapa unakuja una paste sasa hizi code. so kirudi kwenye browser, kirudi kwenye browser yako utaona kwamba zimekuja katikati na zimekuwa design hiyo hapo. Kitu kingine kwenye Bootstrap huhitaji ku na padding yes, kila kitu kipo tayari. Kwa hiyo ukihitaji kuitoa kutoka juu kwenda chini uta, unaweza ukaandika, unaweza ukaandika hapa mbele ukaandika mt mt labda 4. So ukija ukirefresh, ndio, na imeshuka chini ime, imeshuka kutoka juu kwenda chini. Kwa hiyo ni margin top Imagine left kila kitu kipo so design kama hiyo, naona e, ukihitaji kuweka alert ziko kama hivi. Kwa hiyo utakuja, utakopi, unachagua alert unayoitaka hivo. Ukihitaji kuweka card, maybe card za post kama hii unaiona, utakuja hapa utaikopi, uh, tafuta tu hivi vitu vya ndani hapa, so nitakuja kuipaste kadi yangu hapa, itakuwa inaonekana namna hiyo. So nikiwa na kadi nyingine ya pili, naipaste chini, inakuwa inaonekana namna hiyo tena, na kadi ya tatu hivyo inakuwa inaonekana namna hiyo, japokuwa sio responsive. So utarudi kutumia logic ya mwanzo mm. ukiona kitu siyo responsive oh, hapa ndani utatengeneza tena div ya row. Ukishatengeneza div ya row utatengeneza column, utasema column md4 oh. Utaaka nukta kwanza, utaandika column md4 kama hivi. So utakuwa ya kwanza, uh, utaweka ya pili, utaweka ya tatu. So ya kwanza itakaa kadi ya kwanza, ya pili itakaa kadi ya pili, ya tatu itakaa kadi ya tatu. So tutarudi huku, nitakopi hii kadi hapa. And then nitakuja kuipaste hapa, ya kwanza, ya pili, ya tatu. So tukija ku refresh utaona zimegawana nafasi kama hivi, unaona. Unaweza ku yes, kwa... yeah, imegana nafasi kama hii, kadi ya kwanza, kadi ya pili, kadi ya tatu. So kwenye simu zitaonekanaje? Kwa design kama hii utaacha nafasi ya kwanza ya pili ya tatu, itakuwa design kama hiyo. So hivyo ina vitu vingi sana huko, kuna models kuna listi, kuna forms. Unaona kama model kama hii hii hapo hii. Ukihitaji ku implement kwenye system yako unaweza kuitumia. Kuna, kuna hii ziko kibao, kuna progress Loading is zipo kibao, kuna vitu vingi sana, vitu vingi sana pagination, pagination kama hizi. Kuna kuna kuna kuna, kuna nini, kuna carousel slides kama hizi, ukihitaji kutengeneza, just una copy, unakuja hapa kwenye kodi yako una paste kama hivi so, ukirudi kwenye website yako kama ngona picha ungeiona hapa, picha inatokea. So inakuwa simple kama hivyo. So kwenye somo la Bootstrap linakuwa limeisha kama hivyo. Ukihitaji kujifunza vitu vingine, unaweza ukaingia kwenye website yao ukajifunza more, kwa sababu mkoa huko kuna vitu vingi sana, kwa utaokoa muda wa kuanza ku tengeneza CSS yako na Bootstrap wakati kila kitu kipo huku. Kuna hadi forms zipo, just ni ku copy to code kama hivi na ku paste. Copy ki paste, unakutana na form kama hiyo imetokea. Kwa hiyo hauna haja ya kupoteza muda. So ukihitaji kutengeneza button hapa ni rahisi tu, uh, unaweza ukaandika Button submit. Sasa nahitaji ni button yangu ni hii, nahitaji ni iwekee kara, kwa hiyo nahitaji kuiwekea kara, so itakuwa inaonekana hivi, so nitakuja tu hapa ndani nitaandika class Nitaandika button, button, uh, primary. So hapa nimewakilisha kuwa hii itakuwa ni button, na hii button yangu nataka iwe na rangi ya yeah, blue. So ki refresh utaona imetokea. Simple bootstrap, simple kabisa vitu kama hivi. So tuishia hapo na